Chemistry ya timu yako leo tumeona kama ilikuwa imeshuka, changamoto ilikuwa wapi? Um, ta hmm. Mm -hmm. Mchezo so, so, so, so, tunajipanga kwa michezo mingine, ligi bado haijaisha, mchezo mingine ipo asaisha yale tulofanya makosa tuweze kupata ushindi, tuendelee kuongoza ligi. Unadhani um, uh, ni nini kikubwa leo kilichosababisha uh, kutoperform vizuri kwenye mechi dhidi uh, ya Yanga Princess? Tujaperform vibaya ndomani, nimesema ni mchezo, tumejipanga. Tumepoteza leo, tunajipanga kwa michezo mingine ambao umebaki, tuweze kufanya vizuri kucheza vizuri sana. Inawezekana kama katika kukadiria, inawezekana mngetoka first half, labda magoli matatu mawili kwa bila. Unahisi mnazijutia zile nafasi ambazo mkambes? Kujutia, na ambazo mnaweza mkambe kupoteza kwa kipindi cha kwanza? Kujutia, lazima kwa kwa sababu tumepoteza mchezo. Mchezo mchezo hiyo nafasi makosa, mwalimu kayaona na nadhani atafanyia kazi katika mchezo, katika katika uwanja wa mazoezi ili tuweze kuwa bora ambao umebaki. Imewapunguza kasi kasi kiasi gani kuelekea katika kuchukua? Ah, mna ni mchezo haijatupunguza kasi. Inazidi kutupa morali na tujue wapi ambapo tumeanguka. Tunainua na kufanya vizuri katika mchezo ambao imebaki ili tuweze kutimiza yale ambayo tumejiwekea katika msimu huu. Neno lako la mwisho kuweza kuambia mashabiki wa Simba pamoja na Simba Queens? Ah, mashabiki wa Simba wasikate tamaa, mechi bado zipo, ligi bado inaendelea, tunafanya vizuri, tunawaahidi